Novemba 20, makamu wa rais Dkt. Emmanuel Nchimbi alishiriki katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la uzinduzi wa ukarabati mkubwa wa reli ya TAZARA iliyofanyika jijini Lusaka nchini Zambia. Hafla hiyo pia imehudhuriwa na rais Hakainde Chilema wa Zambia na waziri mkuu wa China Li Qiang. Lakini je, unaijua reli ya TAZARA ilianza lini na tija ya uanzishwaji wa reli hiyo? Jackson Mwanuzi ametuandalia simulizi ifuatayo. Reli ya TAZARA iliyoanzishwa rasmi miaka ya sabini, si tu njia ya usafiri Bali ni kielelezo cha mshikamano, uaminifu na uthubutu wa mataifa ya Afrika katika kipindi kigumu cha historia yake. Katika enzi za vita baridi na mapambano ya ukombozi wa bara la Afrika, Tanzania na Zambia zilikumbwa na changamoto nyingi za kiuchumi na kisiasa, lakini ndoto ya kuwa na reli mbadala iliyounganishwa na nchi hizo haikufa. Chini ya misingi ya ushirikiano wa ukweli na heshima ya pamoja, TAZARA ikazaliwa. Mradi uliojengwa na maelfu ya watu wakiwemo wenyeji na ambao haukujengwa kwa riba bali kwa dhamira njema ya kuiona Afrika inajitegemea. Kutoka Dar es Salaam hadi Kapirimposhi, mwendo wa kilomita 1860, reli hii iligeuka kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Zambia na Tanzania ikirahisisha usafirishaji wa shaba, kobati na mazao mbalimbali mbali, hadi masoko ya kimataifa. Ilipita kwenye milima ya kuvutia, misitu mikubwa na mabonde yenye mandhari ya dimu, ikifungua njia mpya za kibiashara na kijamii kwa mikoa ya kusini mwa Tanzania ambayo awali ilikuwa ni ngumu kufikika. Kutokana na ujenzi wa reli hiyo, vituo kama Ifakara, Mlimba, Makambako na Mbeya vikawa kitovu kipya cha biashara, ajira na mwingiliano wa watu kutoka pembe mbalimbali mbali za Afrika Mashariki na Kusini. Leo, licha ya changamoto za kupungua kwa idadi ya vichwa na mabehewa, TAZARA bado inasimama kama daraja la kiuchumi na alama ya urafiki wa kudumu kati ya Tanzania, Zambia na China. TAZARA inaendelea kuwa simulizi ya uzalendo, umoja na mabadiliko. Ni reli inayochora mstari kati ya jana yenye changamoto na kesho yenye fursa. Ni urithi wa vizazi uliosukwa kwa hekima ya viongozi wetu na juhudi za wananchi walioamini katika ndoto ya Afrika inayosonga mbele. Mimi ni Jackson Mwanuzi, TBC. Asante sana Jackson Mwanuzi, ambapo unatupa wasaa pia kuliangazia hilo kwa undani, tuone namna ambavyo vizazi hivyo vijavyo, vijavyo vitanufaika na mradi huu, ambapo kubwa utaangazia uwekezaji wa serikali katika reli ya Tazara. Na studio ni tayari ninaye Profesa Gadius Kahyarara, katibu mkuu uchukuzi, tuweze kuzungumza naye kuhusiana na hili. Hongereni sana kwa hatua hii ambayo mmeifanya, asante sana. Lakini kwa mbele tutazama, anaweza kujiuliza Tanzania inanufaikaje na reli ya Tazara hasa kwa sasa? Kwa kweli mafanikio ni makubwa sana na tunanufaika kwa kiwango kikubwa sana. Ukiangalia reli hii inapita sehemu ambazo wanasema ni remote. maeneo mengi kule hakuna barabara mm -hmm. utakuta Tazara ndio njia pekee ya kufika maeneo mengi huko vijijini e, kwa hiyo ndio maana hata serikali ikaona umuhimu wa kuhakikisha kwamba reli hii sasa mm -hmm. iboreshwe ili izidi kutoa huduma. Kuna maeneo mengi